Wakazi wa kijiji cha Mikese kata ya Ngimu wilaya Singida wameanzisha ujenzi wa shule mpya katika kijiji hicho kuwapunguzia umbali wa watoto wao wanaokwenda umbali wa kilomita tisa kufuata huduma za masomo kwenye shule zilizopo karibu na kijiji hicho. Asilimia kubwa ya watoto wetu pamoja na ndugu zetu hawajaenda shule, pia kutokana na mazingira yaliyoko hapa, shule tulizonazo hapa ni ziko mbali, kuna shule ya Lamba pamoja na Ngimu na Kuhama unakuta mwanafunzi atatoka nyumbani, ni kwa vile ni mbali, najua kwamba kafika shule kumbe hajafika, akaishia njiani. Kwa hiyo unakuta na changamoto kubwa sana ya kuwa na watoto ambao hawajasoma, pia na maendeleo yanakuwa hayapo kwa sababu ya watoto kutokusoma. Lakini pia utakuwepo na uharibifu, najua mtu ambaye hajasoma, kunakuwa na uharibifu na kuunda makundi mbalimbali, mbali ya ukatili kama vile watoto kutekwa, ubakaji na nini, yaani kunakuwa na uharibifu fulani. Kwa majina anaitwa Daudi Ramadhani mkazi wa hapa Mkese, ni mwanafunzi wa kitato cha pili katika shule ya sekondari Ngimu. Changamoto kubwa ambayo inatusumbua hapa kwa hawa wa kijiji ni kwamba vijana wengi hawajasoma, wameacha shule kutokana na shule ambazo zimejengwa umbali mrefu kutoka hapa kijijini mpaka kufika shuleni. Shule moja ambayo iko karibu hapa ni Pohama na Lamba, ndio hizo. Tukiangalia hapa shule hii iko mbali na wengine wameacha, wamesema kwamba ni mbali. Wakazi hawa wameiomba serikali kuwaunga mkono katika jitihada wanazozifanya za ujenzi huo wa shule hiyo. Tunaomba na viongozi wetu watuunge mkono, ninaamini ile shule kikamilika, watoto wetu watakuwa ni watoto wazuri wenye elimu na kijiji yetu pia kitakuwa na maendeleo mazuri sana, na sisi kama wazazi tuko pamoja na serikali kuhakikisha watoto wetu wanasoma na kufikia kile ambacho mtoto anatamani kufika. Mi nashauri kwamba viongozi, mi naomba kwamba waweze kutuunga mkono, tumalizie hizi shule ili waweze kusaidia vijana waendelee na masomo vizuri. Sisi wana wakazi wa hapa kijijini tunategemea kwamba ikitengenezwa hii shule, kutakuwa na faida mbalimbali katika hiki kijiji. Kwa majina yangu naitwa mwalimu Tabu Omari Nkumbi, ni afisa alimu kata ya Ngimu. Changamoto ambayo tuliibaini pia, wanafunzi watoto wengi wa eneo hili hawajui kusoma na kuandika kwa sababu ya umbali ule walishindwa kufika kwenye shule hizo, kwa hiyo wakabaki bila kupata elimu. Tuliamua kuanzisha shule ya msingi Mkese baada ya kubaini kwamba eneo hili liko mbali na shule zote zinazozunguka hapa. Kwa nguvu za wananchi tuliweza kusimamisha jengo mpaka hatua ya madirisha, lakini ikashindikana kukamilisha lile darasa kabisa kwa ajili ya watoto kusoma. Kwa hiyo changamoto kubwa ilikuwa ni uhaba wa fedha ambao pelekea tushindwe kukamilisha ile shule na hii shule itawasaidia watoto wengi kujifunza katika eneo hili. Pia diwani wa kata hiyo ya Ngimu Hamisi Ntandu anaungana na wananchi hao kuomba kuungwa mkono katika jitihada hizo za kumaliza ujenzi wa majengo hayo ili watoto waanze masomo katika shule hiyo. E, tumeamua kuanzisha shule kwa sababu kuanzia wanafunzi wa watoto ambao wamezaliwa elfu mbili na kuendelea wengi hawajui kusoma na kuandika ndio tumeona kwamba ni vyema tuanzishe shule ili angalau wanafunzi e, watoto wanayezaliwa wapate elimu ya elimu ya msingi na kuendelea, ili kuondokana na ujinga, kwa sababu mtu aliyesoma na huyu ambaye hajasoma hawafanani. Ni vyema tukaona kwamba wapate elimu ili angalau kupambana na maisha ya dunia ya sasa hivi. Changamoto kubwa ni umbali maana hapa tulipoanzisha shule kwenda shule ambazo zipo ni kilomita tisa. Sasa tukaona ule umbali, wanafunzi wengi walikuwa wanaishia njiani. Sasa tukaona ni muhimu kuanzisha shule karibu, ili wote wapate elimu ya msingi. Kwa nafasi hii ningeomba basi kwa wale wanayenitazama na wanayenisikia, ujenzi wa shule hii tumefikia usawa wa boma, basi naomba ufadhili wenu ili angalau wa, wanafunzi wapate elimu kuondokana na u, ujinga ambaye sasa hivi watu wengi ambao hawajui kusoma na kuandika. Na hapa mjumbe wa jumuiya ya wazazi mkoa wa Singida Ahmed Misanga akatoa neno kuhusu ujenzi huo huku akichangia mifuko kumi ya saruji kuunga mkono juhudi za wakazi hao. Tuna mradi wa shule sio hivyo, lakini kwa kuanza tu nitatanguliza mimi kwanza Mfuko kumi za simenti, mfuko kumi za simenti kwa ajili ya ujenzi wa shule lakini kwanza natanguliza mfuko tano shilingi laki moja. Kwa shilingi laki moja kwanza moja, hizi hapa, na hiyo ni kwa kuonyesha kwa, kwa kwa kwamba mnachokifanya mnafanya jambo jema sana katika jamii mimi naitwa Manase Lui, mtendaji. Ichangiwe pamoja na jitihada kubwa kutoka kwa wananchi na serikali, bado tuna mapungufu yafuatayo: moja, kukamilisha jengo lililopo linahitaji gharama shilingi milioni 35, kuendeleza vyumba vingine vya madarasa, ujenzi wa vyoo vya wanafunzi na walimu. Tunaamini shule hii ikikamilika itasaidia watoto wa vitongoji jirani kusoma katika shule hii. Kwa mfano, watoto kutoka kitongoji cha Makungu ambacho kipo kijiji cha Lamba, kichopo kijiji cha Lamba chenye umbali wa kilomita 9.5 kwenda shule ya msingi Lamba, na kitongoji cha Masiriva kilichopo kijiji cha Poama chenye umbali wa kilomita 7.